Show kali na mziki mzuri kutoka majengo piga malume, Centrozone njoo DM, au chukua namba ya meneja, au weka namba yako, utanipigia utanipigia, unaweza kala commission, au sio bwana? Okay, nipo tayari kwa ajili ya kufanya show zote za vijana ambazo zinaanza mwakani, mwakani e. Na mimi kama mimi ndo msanii wa msanii wa kwanza kabla, a, kufanya show baada ya lockdown, na mimi nataka na li... ni cbi na mimi nataka na, huyu ni Mon Centrozone, na mitaa inaelewa shughuli inayofanyika. Kwa hiyo shout out everybody, shout out kwa Tanzania, tuendelee kupendana tuwapende hadi wa Kenya. Moni, moni, moni kwa kumalizia, kwa kumalizia yeah. Wewe ndo msanii wa kwanza sasa hivi kwenye lockdown, wewe ndo umefungua show Tanzania. Yeah. Wape heshima watu wote ambao wanataka sasa kukupa show next time. Wewe akikweli vijana wananifurahisha na nafurahia kuona mambo yanavyoendelea, na nafurahia na kuona na na nimepata show Eh, na nipo tayari kuja kufanya show nyingine zote zinazoendelea. Ah, pole kwa kufiwa na mshikaji wako MC Pilipili najua, e, nimeona yani, kabisa si ndio? Big bikshara sana mzee wangu, nakubali sana, heshima nyingi Arusha. No, no, no, e, nifuatilia sana <laughs>